Jina lako lipo pale katika kumwoji Ronaldo, ni kweli? <laughs> <Yeah. laughs> Yes, ndio. Uh, ndio maana ya ukubwa wa hii safari na ndio moja ya vitu ambavyo vinaweka ukubwa na uzito sana. hmm. Eh, nipo katika eneo ambalo hmm. eh, Ronaldo atakuwepo, of course Cristiano hmm. hmm. eh, na ni miongoni mwa watu ambao eh, juhudi zimefanyika sana za kupata nafasi ya kumuuliza swali, hmm. tazungumza naye kwa niaba ya Watanzania. Okay. na maswali ambayo umeandaa ni maswali ya magana, labda pengine mtu ambaye anatazama hapa. Ah, maswali mengi lakini, kwanza kubwa, najua amekuwa akiinspire aki generation hmm. eh, motivation nyuma yake ni nini? hmm. Kitu gani kina drive, kwa sababu fedha ameshapata. Ronaldo ni miongoni mwa wanamichezo wenye fedha nyingi sana hmm, lakini bado ana miaka hmm. 42, anaendelea kutwanga hmm, anataka endelee kucheza kombe la dunia, anataka afikishe, yani yani, kitu gani zaidi? Ni haya haya magoli elfu moja au kuna kitu gani zaidi? Atuambie na nini ambacho tunatarajia sasa. Utamwambia nini kikubwa, labda salamu zao salamu za huku nitamwambia tu kwamba Tanzania ni miongoni mwa maeneo ambayo anatakiwa kuja e, kutuliza nafsi baada ya mihangaiko ya huku na huku, ashuke Serengeti, apande mlima Kilimanjaro, aje aione namna ambavyo Tanzania nzuri kama ambavyo wachezaji wengine wakubwa wamewahi kufika. Niweze kusema kwanza, nampa hongera sana kijana wangu, ndugu yangu, au kocha lenyewe la makocha James Tupatupa, mchakato ulikuwa mkubwa, mchakato ulianza muda mrefu na hata yeye baada ya jina lake kupita uh, tulimwambia, lakini tulimwambia bado tunaingia kwenye mchakato. Lakini katika kuchakata kuangalia, tukaona kama alivyosema mwenyewe kujinadi ni ile jinsi anavyokuwa creative kwenye mambo yake, kuweza kupresent na kuelezea, tukasema no, lakini ni pia ni kijana ambaye anakuja kwa kasi sana. Tukisema wale wachambuzi au kwenye mambo entertainment, anaweza kuchambua jambo kiutofauti, na tunataka hizo creativity basi tukiona hakuna mwingine zaidi ya Jemes Tupatupa, lakini kwa kushirikiana na ligi ya Saudi Arabia, Saudi Pro League uh, tuliona kwamba ni nafasi kwa mwaka huu at least akatoka mtu mmoja akaenda akaangalia uwekezaji ambao wenzetu wameufanya kwenye boli au kwenye mpira, lakini vile vile akaenda kutembelea kufanya media tour ambao akaenda kwenye uh, media zingine za kule ambazo tunashirikiana nazo, lakini vile vile vile vilabu lakini kubwa zaidi kwamba ile mechi ambayo inaonekana Ijumaa hii kama alivyosema ile ya Dabi ya ambayo ya kule Saudi, ni moja ya mtu ambaye pia atakuwa miongoni ya watu kwenda kuangalia live na kuwepo pale mbele kabisa katika ile jopo ya, ya, la, la media amekaa mbele, na ni siku nzuri sana na ni mwaka mzuri sana miongoni mwa miaka ambayo imewahi kuwa mizuri. Huu ni mwaka mzuri sana uh, kwa sababu mwaka mzuri kwa sababu Mtu mmoja ameteuliwa eh, kwenda kutazama namna ambavyo wataalam eh, na wenzetu wanaongoza ama wanaendesha uh, ligi kuu za soka eh, na ligi hiyo sio ligi ya kinyonge ama sio ligi ya kawaida kawaida. Ni ligi ya Saudi, um, kwa maana ya Saudi Pro League, ligi ambayo anacheza Cristiano Ronaldo, ligi ambayo anacheza Sadio Mane. Kuna nini kule? Kitu gani cha kujifunza zaidi? Tazama namna ambavyo dunia kwa sasa inashuka kwenda Saudi kuangalia ligi yao, e, kwenda kuangalia namna ambavyo wana wana connect ligi kuu na vivutio vyao, namna ambavyo wana connect kacha yao e, na ligi yao. Juzi tumetoka kumsikia Cristiano Ronaldo anazungumza, mwisho anasema inshallah yeah, kama Mungu akipenda. Amekula kanzu kubwa, ni utamaduni ambao unakuwa kwa kasi kabisa. Tumefanya sensa mara ya mwisho Tanzania tuna watu almost milioni sitini na mbili katika watu milioni 62 mtanzania mmoja James Tupatupa Tupatupa Movic kocha la boli ameteuliwa na Star Times kwa ajili ya kuwakilisha watanzania wote kwenda kuitazama uh, Saudi Pro League. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa sana e, na ni ukubwa ambao umetokea kwa ambao wamelifanya jambo hili, Star Times wenyewe. Sijawahi kuwaona wakiwa na jambo dogo toka na wafahamu miaka mingi mpaka leo hii, wanapoingia kwenye tenda kwa ajili ya jambo fulani ni jambo kubwa, wanapoamua kutengeneza jambo fulani kwa ajili ya watanzania ni jambo kubwa, kuanzia ma hello mr right kuanzia mambo kibao, ni jambo ambalo kubwa sana. Kwa hiyo hili ni jambo lingine kubwa sana ambalo limefanywa kwa mtu mkubwa. Kumbuka kwa sasa kocha Tanzania ambaye anaongoza kwa kuvaa vizuri, ambaye anaongoza kwa swaga, ambaye anaongoza kwa mbwembwe nyingi, mikogo. Kwa hiyo <laughs> wamefanya kitu kikubwa kwa mtu mkubwa, na tunatarajia vitu vikubwa sana kupitia Star Times na James Tupa Tupatupa, tunaifahamu ligi ya Saudi, namna ilivyo bora, inavyofuatiliwa kutokana na mastaa ambao wako pale. Kitu gani hasa unawaahidi wapenzi wa soka, James na Star Times ambacho ituletea ya? Yeah, kwanza Star Times wenyewe kama ambavyo nimesema, kazi zao siku zote huwa zimenyooka. E, na kitendo cha wao kuwa watu wanaoonyesha Saudi Pro League ni jambo kubwa sana tayari tunatakiwa tuli, tuli, tuli pongeza, tuli pigie makofi sasa. Pata picha eh, wanamchukua mtu kama Turpa Movic, eh, kama ulivyozungumzia mtu mwenye mbwembwe na mafanikio mengi kioo cha jamii jami eh, kwenda kushuhudia Saudi Pro League. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuna, tuna unga uh, mimi na Star Times kuhakikisha Watanzania wanaona kila kinachoendelea kwenye Saudi Pro League, lakini pia Watanzania wanaupata vizuri na kwa details mchezo wa Riyadh kati ya Saudi kati ya eh, Al Nasri dhidi eh, ya, ya, ya Al Ittihad Al. Kwa hiyo unaona namna ambavyo vitu vimesogezwa kwa karibu, lakini pia kumbuka, mimi ni mtangazaji eh, na, ni mmoja ya watu ambao ni bora sana kwenye kuelezea mambo katika njia ambayo watu wengine hawaoni katika njia ambayo ya creativity sana. Hilo ndo jambo ambalo Star Times wameliona, wameunganisha nguvu na mimi kwa pamoja tunakwenda ku reveal kwa Watanzania na wanafamilia wa StarTimes duniani kote. okay, vizuri sana Tupatupa. Uh, mimi tupa. Kuna kitu ambacho nafikiria sana na pengine watuangaza kufikiria kwamba inawezekana vipi, kwa sababu tunavyojua kwamba watangazaji wa michezo ni wengi, lakini unafikiria kwa sababu gani pekee umekuwa kwako kwa kwa. Ni kipi ambacho na kihisi kikubwa yani, mpaka uh, kinamaliza pamoja na kampuni nzima StarTimes kukupendekeza wewe ukawawakilishe wengine. Sa- Startimes wameona kwako, kwa kwa kwanza wameona ubunifu hmm. E, ubunifu mkubwa sana namna ya kuelezea mambo langu. Najua Startimes nao wanapenda vitu vizuri. Ehe, kwa sababu tayari wao brandi yao ni kubwa na ni brandi nzuri. Kwa hiyo kwangu mimi wameona ubunifu, mimi naweza nikaelezea e, Cristiano Ronaldo, lakini katika namna ambayo mtu mwingine atamuelezea kawaida tu. Kwa hiyo wameona huo ubunifu mkubwa, lakini pia mtu kama Malisa, mtu kama, mtu kama wadau wengine wa viongozi wa Star Times, wananifahamu mimi toka nikiwa junior. Sijawahi ku change gia, siku zote gia yangu inakwenda ina juu. Naona bwana, kwa consistency ile, ile Eh, kwa uh, uh, nidhamu ile ile kubwa eh, bila kuleta vurugu eh, na kuleta ladha nzuri sana. Kwa hiyo wameona hicho Star Times kwamba huyu jamaa ni very creative. Huyu jamaa anapofikisha ujumbe wake, ujumbe unafika katika namna ambayo mtu anabaki wow. Kama ningeamua nichague maneno ya Kiingereza basi ningetumia fantastic, marvelous, gorgeous, awesome. Unaona bwana, hivo, kwa hiyo wamependa hiyo na mimi eh, kawaida yangu ninapoaminiwa sijawahi kuivunja imani. Kuna usemi mmoja anasema, eh, almunafik thalatha, sifa za mtu mnafiki ni tatu, anapoaminiwa anavuruga uaminifu. Mimi sipo kabisa katika hilo. Ninapoaminiwa na Star Times, nafanya kazi yangu vizuri na nitaifanya kazi yangu vizuri. Kwa hiyo hicho ndo kikubwa ambacho wamekiona reporting zitakuwa live, lakini pia uh, tuta ni uh, uh, ratiba nzuri sana tutaenda katika makao makuu ya ligi ya Saudi Arabia. Eh, tutakwenda katika makao makuu ya timu ya Al Hilal uh, Al Shabab, Al Ittihad tutakwenda Al Shabab, tutakwenda katika maeneo mengi chakula cha Saudi Arabia ni kipi, lakini pia uh, wafalme wamepata wageni katika miaka ya hivi karibuni uh, wafalme wa hizi nchi za Kiarabu, lakini msimu huu mwaka 2026 wamepata mgeni, yani Saudi Arabia wamepata mgeni ambaye ni Jemes Tupatupa. Hili nataka niwahakikishie watu.